Eh, hapo mwanzo huduma kama hizi tulikuwa tunazitafuta kwa shida sana. Aidha, eh, ilikuwa tulazimu tuende Geita lakini baadaye hata huduma hii ilipokuja, Takukuru ilikuwa kwenye majengo ya kupanga yaani unaona kabisa kwamba taasisi kubwa kama hii lakini inakuwa kwenye majumba ya kupanga na pengine haina hazi ya, ya taasisi kama hii kuwa humo. Hivyo tunamshukuru sana kwa sisi wa wilaya ya Nyangh'wale, lakini hapo mwanzo mambo hayakuwa kama hivi ilivyo leo leo tunajivunia kuwa na ofisi ya Takukuru wilaya Nyang'wale kwa sababu tunajua wafanyakazi wetu wanafanya kazi nyingi. Jengo la Takukuru wilaya Nyang'wale hadi kukamilika kwake limegharimu kiasi cha shilingi milioni mia tatu, themanini na sita, thelathini na nane elfu na hamsini na moja. Takukuru imejiwekea mkakati endelevu wa kutenga bajeti ya kujenga ofisi zake kila mwaka kwa kuzingatia kuwa Takukuru ina ofisi 145 katika mikoa ya kitakukuru 28 wilaya 111 na vituo maalum sita. Matarajio yetu baada ya jengo hili kuzinduliwa ni kuongezeka kwa wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa, kwani mazingira ya ofisi hii ni rafiki kwa kila mdau, lakini pia hali ya watumishi kufanya kazi itaongezeka zaidi ya kuwa na mazingira rafiki na miundombinu rafiki katika kuwatumikia wananchi wa Nyangh'wale na Watanzania kwa jumla kwa sababu kutokea huko tumeweza kupata misaada mbalimbali mbali. umeme tumeweza kusaidiwa na TANESCO. Uwasa wametusaidia kuweza kuunganisha maji. Kila taasisi imewajibika kwa sehemu yake, kwa sababu tunapokuwa na majengo mazuri haya yatawavutia wafanyakazi wa serikali wa taasisi mbalimbali kuja kufanya kazi katika wilaya ya Nyangh'wale bila kudhani wanapelekwa sehemu ya mbali. Taasisi ya TAKUKURU imekuwa ikifanya kazi nzuri katika wilaya yetu ya Nyangh'wale na imekuwa taasisi ya kupigiwa mfano, lakini taasisi inayonisaidia kwa karibu mimi kama mkuu wa wilaya, miongoni mwa wajumbe wa kamati yangu ya usalama ni pamoja na mkuu wa TAKUKURU.